Mafunzo haya ni sehemu ya utekelezaji wa malengo ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluh Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo amedhamiria kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya elimu kwa kutoa elimu bora kwa kila Mtanzania. Hivyo, mafunzo haya ni hatua muhimu katika jitihada za serikali kuboresha elimu nchini. Kuimarisha udhibiti ubora wa shule kwa kutumia mfumo utakaorahisisha utendaji kazi wa kila mdhibiti wa shule na wataalamu wa sekta ya elimu kutasaidia pia kuleta uwazi, uwajibikaji na kuongeza ufanisi katika kuleta, uh, katika utendaji wetu wa kazi. Ni mategemeo ya serikali kuwa baada ya mafunzo haya mtatumia mfumo wa kidijiti wa udhibiti ubora wa shule kujanza kwa usahihi na kwa wakati taarifa zote muhimu za tathmini za jumla ufuatiliaji maalum katika mfumo husika. Tathmini hizi zitasaidia kufanya mambo yafuatayo kwa usahihi na weledi, ili kuinua ubora wa elimu nchini. Kwanza, kuteke, kute, kutekeleza mchakato wa udhibiti ubora wa shule wa nje na wa ndani kwa umahiri, ili kufikia mafanikio kwa mwanafunzi. Nawaomba ukuta huu usiwepo katika usimamizi na utekelezaji wa mfumo huu, kwa sababu tunataka mfumo uwe smooth, si ndio? kusiwe na blocks, kusiwe na hindrances, kusiwe na lags. Kama haitoshi sasa, leo umetuwezesha mafunzo ya mfumo ubora wa udhibiti ubora wa shule. Asante kwa mikoa yote 26, sasa inakwenda kukamilika kwa ufunguzi huu kwa ufunguzi huu sasa tunakamilisha ile mikoa 17 iliyokuwa imesalia awali. Tulitekelezwa kwenye mikoa tisa, lakini sasa kwa mikoa hii 17 tunatimiza mikoa yote 20 26. Lakini TOT's ambao mmeletwa mahali hapa, ni waombe mweze kushiriki kikamilifu na kuelewa namna na jinsi mfumo unavyofanya kazi ili tupate mafanikio makubwa katika utekelezaji kwenye idara ya udhibiti ubora, lakini kwa kupitia huu mfumo Kuanzia taratibu za ukusanyaji wa taarifa, uandaaji wa ripoti na takwimu mbalimbali kutoka ngazi ya shule, kata, wilaya, mkoa, mpaka kitaifa, yote inafanyika ndani ya mfumo huu. Una msaada mkubwa sana. Kwanza utaturahisishia kufanya kazi kwa weledi, kwa sababu tutakuwa tumpunguza kazi ya kufanya kazi nyingi zaidi kwenye paperwork. Ni kwamba tunatoka katika manual work eda katika upande wa digital. Kwa hiyo, ni inatengeneza uwepesi wa kuweza kupata taarifa kwa uwepesi tofauti na huku tulipotoka.